Kufuate wewe ni kielelezo. Bwana asifiwe! Bwana asifiwe! Mimi nikija nikakuta mchungaji amesimama hapa na sasa msinifuate mimi, nitasema wewe umepotoka. Tena hiyo ndio ana, msiwezi kusikiliza. Na wewe unakufundisha hiyo, ni mali potofu. Amen. kama mafarisayo tukasafisha sura zetu kwa nje halafu, kabuni kama kabuni, hilo linapigwa marumaru nje, lakini ndani kiko kilichooza. Ah, tunatakiwa kusafisha nje na ndani yetu pia iwe safi. Haleluya jamani, haleluya. Sisi si tunaenda mbinguni? Nimesema hivi, kwenda mbinguni njia iko na masharti yako, kutembea katika masharti hayo, vinginevyo huwezi. Amen jamani, amina. Hauendi, siendi. Nimesema utaufurahia wokovu ukiwa uko kwenye kanuni za wokovu, lakini wokovu utamchukia ukiwa hauko kwenye kanuni za wokovu. Ni sawasawa na hesabu, utaichukia kama unaikosea kanuni yake, lakini ukinyoka kwenye kanuni, hesabu inaenda mkaka pale napoka miaka sifuri sifuri imesha, lakini kikosaakuti napika mbili, wakati pale takiwa ishe. Unajiuliza kwa nini natokea mbili hapo wakati takiwa hesabu ishe? Ndiko na ukovu ulipo. Ukikosea njia haufiki na utaichukia. Bwana tusaidie. Bwana Yesu tusaidie. Lakini tu tulipo kanisani na bila kujisikia raha. Si kwamba haijaokoka wewe umeokoka lakini haijai kujisikia raha ya wokovu. Na ndio maana. Ah. Hata tukiongea habari za ushuhuda hapa utasikia tu ushuhuda zetu. Bwana tusaidie. Ni oh, si. Wewe Bwana tusaidie. Amen. Oh, si. Kaza mwendo

Kukataa hiyo hali, pambana twende mbinguni. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Tuwaze ya mbinguni, na Kristo Yesu aliko huko, huko ndiko tunapokwenda. Tafakari ya huko, tafakari yaliyo juu, huko huko tulipokwenda. Aleluya, aleluya, watumishi wa Mungu. Eh, maana wengi huenenda ambao nimewaambia habari zao. Wewe sikiliza vizuri mstari, maana wengi huenenda ambao nimewaambieni mara nyingi, habari zao, na sasa nawaambia hata kwa machozi kuwa ni adui za msalaba hey. Bwana tusaidie, Bwana tusaidie, nimewaambia habari mara nyingi nimewambia hawa watu habari zao, mara nyingi nimewambia kwamba wanaenda wanaenenda wanaenenda ni adui za msalaba. Hawa watu ni adui, hawezi pamba ea gulia, tunao haleluya, haleluya. Unatakiwa kujifunza haya na kutambua na kuelewa, hawa hatuwezi kuwatambua kwa macho haya, tunayo ayando imewambia mtazamo wa kimbingu kabisa kabisa kabisa kabisa kabisa, ili Mungu akufungulie na hata mimi okay, mwendelee. Tuna jeshi la kabisa, tunafahamu tunapokwenda, sio no suti niliyoba kwa roho farisayo. Wanasifiwe, wana sifiwe. Hata kufanya kitu kwa hasara ni kwanza, ni hasara kubwa. Haleluya! Unaacha, unapoteza muda, unakuja kanisani

Una jina la kuwa hai, najua matendo yako. Ni kweli tunakuona, Zawadi pia unasimama za kizabauni, unahubiri, watu wanafurahi, wanapiga makofi, wanashangilia, lakini umekufa. annabayitumia Zaburi mstari wa tisa anasema hivi, jinsi gani kijana aisafishe mkwa njia aekuikwa? Anajua nakuisafisha, lakini pale kuna maneno fulani yameandikwa kwa kutii, akilifuata Bwana asifiwe. Narudia kauli hii, tuwe makini. Amen. Kuna watu wanasimama madhabahuni kwa Roho wa Mungu kabisa, lakini kuna mtu anasimama wa madhabahuni kwa kipaji.